Kwa sababu alimjia kipofu. Na nini kitakujulisha pengine yeye atatakasika, au atawaidhika na mawaidha ya mfae? Ama ajionaye hana haja, wewe ndiyo unamshughulikia. Na si juu yako kama hakutakasika. Ama anayekujia kwa juhudi, naye anaogopa, ndiyo wewe unampuuza. Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana basi anayependa akumbuke, yamo katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizoinuliwa, zilizotakaswa, zimo mikononi mwa malaika waandishi, watukufu, wema. Ameangamia mwanadamu! Nini kinachomkufurisha? Kwa kitu gani amemuumba? Kwa tone la manii akamuumba, na akamkadiria, kisha akamsahilishia njia. Kisha akamfisha akamtia kaburini, kisha pendapo atamfufua. La, hajamaliza aliyomwamuru. Ebu mtu na atazame chakula chake. Hakika sisi tumemimina maji kwa nguvu, tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu, kisha tukaotesha humo nafaka na zabibu na mimea ya majani na mizaituni na mitende na bustani zenye miti iliyosongana barabara na matunda na malisho ya wanyama, kwa manufaa yenu na mifugo yenu. Basi utakapokuja ukelele, siku ambayo mtu atamkimbia nduguye na mamaye na babaye na mkewe na wanawe. Kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha. Siku hiyo ziko nyuso zitanawiri, zitacheka, zitachangamka. Na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi, giza totoro litazifunika hao ndiyo makafiri watenda maovu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratu Abasa imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kumlaumu Nabii Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwa kumpuuza Ibnu Ummi Maktum alipomjia kutafuta ilmu na uongofu, naye Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa akashughulika kuwalingania dini baadhi ya mabwana wa Kikureishi kwa, kwa kutaraji watamwitikia ili kwa kusilimu kwao wangesilimu watu wengi. Kisha sura inamkumbusha binadamu kwa nema alizopewa na Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwake mpaka kufufuliwa kwake, na ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya Kiyama, ikabainisha kwamba watu siku hiyo ni makundi mawili, kundi la waumini lenye furaha na kundi la makafiri wapotovu. Uso wake ulitaghayari kwa kuchukia na akageuka kwa sababu kamjia kipofu, anamuuliza habari ya dini yake na wewe unajuwaje? Pengine huyo kipofu atatakasika kwa atayoyapata kwako, au atawaivika na mawaidha ya mfaye. Ama yule anayejiona ametosheka kwa mali yake na nguvu zake, wewe ndiyo unamkabili na unamshughulikia kumfikishia uto wako. Na wewe una lawama gani ikiwa yeye hakutakasika kwa imani? Ama anayekukimbilia kutafuta elimu na uongofu naye anamhofu Mwenyezimungu, wewe unampuuza. Hakika ya hizi ni mawaidha, mwenye kutaka atawaidika kwa Kurani. Nayo Kurani imo katika kurasa zilizotukuzwa kwa Mwenyezimungu, zina cheo cha juu na pahala palipotukuka, zimetakasika na kila upungufu katika mikono ya malaika ambao Mwenyezi mungu amewafanya ndiyo mabalozi baina yake na mitume wake walio bora wema. Ameangamia mwanadamu! Nini kilichomfanya kufuru na hali Mwenyezi mungu amemfanyia hisani zote hizi? Hakumbuki yeye kaumbwa kutokana ni? Kutokana na nini? Kutokana na maji ya kudharauliwa. Yeye Mwenyezi mungu alimwanzisha kumumba akamjaliya apitiye daraja mbalimbali za kukuwa, kisha akamfanyiya nyepesi njiya ya kufikiya imani na akamfunza njiya hiyo, kisha akamfisha na akamtukuza kwa kumtiya kaburini, na tena akipenda atamhuwisha baada ya kufa kwake. Ni kweli mwanadamu juu ya kuwa umri wake mrefu duniani hakutimiza aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu katika mambo ya imani na utiifu. Hebu mtu naangalie shani ya chakula chake, vipi tulivyokipanga na kumsahilishia. Ni sisi tumeiteremsha mvua kutoka mbinguni, ikateremka tena, tukaipasua pasuwa ardhi kwa ajili ya mimea, tukaotesha humo nafaka ambazo watuhuzila na huweka akiba na mizabibu na mimea majani inayoliwa mibichi, na mizaituni mizuri na mitende yenye kuzaa, na mabustani yaliyosongomana matawi ya miti yake na matunda ya kushangaza nayo, na malisha ya chakula nyama hoa, yani mifugo. Tumeotesha yote hayo kwa ajili ya faida yenu na wanyama wenu wa kufuga. Basi utakapokuja ukelele wa kiama utakaotia uziwi masikio, siku mtu atakapomkimbia ndugu yake na mama yake na baba yake na mkewe na wanawe, kila mmojapo katika hawa atakuwa na jambo lake la kumshughulisha. Zipo nyuso siku hii zenye mwangaza, zenye kung'ara na kufurahi kwa neema za Mwenyezi Mungu na nyuso nyingine siku hizi na vumbi zimesawajika, zimegubikwa na kiza na weusi. Wenye nyuso hizi ni makafiri wapotovu, ambao waliokuwa hawabali maasi waliokuwa wakiyatenda.